Naitwa Rebecca Giumi, ni mkurugenzi wa shirika la Msichana Initiative. Siku ya leo, shirika la Msichana Initiative limezindua awamu ya pili au cohort ya pili ya programu yake ya uongozi kwa wasichana ambayo tunaita sauti yetu nguvu yetu. Programu hii inalenga kujengea uwezo wa kiuongozi kwa wasichana wenye umri wa chini ya miaka 25 wanaotoka katika mikoa minne ya kazi yetu ambayo ni mkoa wa Tabora, Dodoma, Pwani pamoja na Dar es Salaam. Lengo kubwa la program hii hasa ni kuhakikisha wasichana kwanza wanaweza kujengewa, e, wa kupewa nyenzo, a, za kuweza kuonyesha uongozi, na sisi tunaangalia uongozi katika dhana pana kwa maana ya uongozi wa kisiasa, uongozi wa kijamii lakini vile vile uongozi kwenye maeneo ya kiuchumi. A, kupitia jukwaa hili au program hii ambayo ni ya miaka miwili, wanaweza pia kuunganishwa kwa pamoja na kujenga nguvu za pamoja kama wasichana na kuleta sauti yao kwenye maswala ambayo ni muhimu kuweza kuwezesha haki za wasichana katika taifa letu. E, kwa sababu hii ni awamu ya pili labda nizungumze kidogo mafanikio ambayo tumeyaona kwenye awamu ya kwanza ya program hii. Naweza nikasema kwanza kwa kiasi kikubwa ni wasichana 20 vinara ambao tuliweza kuwafikia kupitia program hii ya uongozi kama focus lakini wao wakaweza kufikia wasichana wengine takriban 240 kutoka kwenye maeneo yao, ambayo tunafikiri hiyo ni kubwa sana. Lakini kile kingine ambacho tumekiona sasa ni hawa wasichana 20 baadhi yao kuanza kuonyesha nia na hata uthubutu wa kugombea kwenye nafasi mbalimbali mbali za uongozi ikiwemo wengine kwenda kwenye nafasi uh, za viti maalum na yale majukwaa ya wanawake kwenye maeneo yao, lakini wengine tunaona wanaonyesha nia hata katika uchaguzi wa mwaka huu kwenda kuchukua form, uh, ya kugombea kwenye nafasi mbalimbali mbali, ikiwemo nafasi za udiwani na tunaona wengine wamekuwa sehemu ya kampeni za kitaifa ikiwemo kampeni ile ya uh, pedi, pedi bila kodi ambayo tuliona serikali mwaka iliweza kutolea uamuzi wa kutoa uh, kodi kwenye uzalishaji wa hizi bidhaa. Kwa hiyo tunachojaribu kusema ni kwamba tunaamini wasichana wana sauti, wanaweza kuonyesha uongozi, wana nguvu, wakiweza kupata majukwaa yanayowajengea uwezo, wakapata nyenzo, wakapata rasilimali na network, wanaweza wakafanya vizuri zaidi na tunaamini hilo litafanikiwa uh, kwa kohoti ya pili pia. Uh, niseme tu kwanza awamu ya kwanza imetufundisha mambo mengi ikiwemo e, tamaduni na desturi ambazo bado zimejikita kwenye namna ambavyo wasichana wanaweza kujiamini, na wakati mwingine sio watu wa nje, ni ile hofu iliyojengeka ndani yao kutokana na malezi na mazingira ambayo wamekulia. Kwa hiyo unapofanya kazi na wasichana, pamoja na kwamba unahitaji kuona wao wanaweza kupata ile ari motisha na nguvu ya kuonesha uwezo wao e, haitoshi kama hauwezi pia kuzungumzia tamaduni, desturi, mila na wakati mwingine hata kuzungumza na jamii na wazazi ambao ndio wanawazunguka hawa wasichana kwa sababu wanaamua kwa kiasi kikubwa sana namna ambavyo hawa wasichana wanaweza wakaonyesha uwezo wao au wasionyeshe uwezo, uh, wao. Kwa hiyo ile ni jambo kubwa sana ambalo tumejifunza. Lakini jambo la pili ambalo tumejifunza ni kwamba wasichana wanapopata e, majukwaa sahihi. Wasichana wanapopata e, nguvu ya kuona kwamba hayuko peke yake, kuna wasichana wengine kama yeye, wanapitia anachopitia, wanaonesha nguvu yao kwa kutoa ile hofu. Wasichana wana uwezo mkubwa sana, mkubwa sana, na wasichana hawahitaji kuzungumziwa. Wasichana wanaweza kujizungumzia vizuri, wanafahamu matatizo yao, wanafahamu suluhu ya matatizo wanayopitia. Wanachokosa ni majukwaa sahihi tu na hicho kwa awamu ya kwanza imetuthibitishia hicho. Aa, nikizungumza program hii e, kuelekea kwenye uchaguzi, niseme tu kwanza, program ya sauti yetu nguvu yetu tumeizindua kipindi hiki, ingawa tuko mwaka wa uchaguzi, lakini haikuwa moja kwa moja kwa sababu tunataka kwenda kwenye uchaguzi. Hapana, ni program ya miaka miwili. Kwa hiyo ukiangalia tayari itaisha 2027 ambapo ni zaidi hata ya muda wa uchaguzi. Kwa majina naitwa Loveness ya sumani, msichana kiongozi kutoka wilaya Nzega, kata ya Mizibaziba. A, programu hii ya sauti yetu nguvu yetu imetusaidia hasa sisi wasichana kujitambua, kujiamini, na kuwa na ndoto kubwa na kuzitambua haki zetu ambazo tulikuwa hatuzijui toka mwanzo kama tunavyoamini kwamba jamii nyingi hasa jamii za wakulima na wafugaji hawaamini kabisa katika mafanikio ya mtoto wa kike, kwamba mtoto wa kike kazi yake ni kuolewa na hamna kitu kingine. Kwa hiyo programu hii ya sauti yetu nguvu yetu imekuja kutufungulia kwamba msichana, una haki ya kufanya kila kitu, ikiwemo haki ya kusoma, haki ya kushiriki na kushirikishwa, haki ya kuamua wewe mwenyewe. Pia programu hii ilikuwa ina ajenda nyingi ikiwemo ajenda za uongozi. Kwa hiyo mimi kama msichana binafsi, Sauti Yetu Nguvu Yetu imekuja kunifungulia kwamba na mimi ninafaa kuwa kiongozi, ninafaa kumchagua kiongozi, kwa sababu programu imenijenga, nina uwezo wa kujiamini, wa kujitambua. Kwa hiyo mimi mwenyewe ninasema hapa kwamba ya mafunzo ambayo nimeyapitia ndani ya miaka hii miwili yamenifanya mimi nimeweza kujua kwamba nina uwezo wa kusimama sehemu yoyote na kuongelea kitu ambacho ni haki yangu pamoja na haki ya msichana, na sehemu yoyote nikikuta na mtoto wa kike ambaye anatendewa kitu chochote kibaya, nina uwezo wa kusimama na kumtetea ili aweze kupata haki yake na kutokana na hayo nimeweza kupata shahuku ya kuweza kuchukua fomu kugombea. Naahidi mwaka huu nitaweza kugombea udiwani. Nisipopata udiwani, lazima niwe viti maalum, ili niweze kushirikiana na wale viongozi ambao watakuwa juu, ili niweze kuwasaidia wasichana wengine na watoto wa kike wengine kwa changamoto zao vitu ambavyo natamani waviboreshe kwenye mamlaka, hasa zinazohusiana na kutoa fomu za kugombea, hasa kwa wasichana ambao bado tunaonekana ni vijana. Tunawaomba wasiwe na vikwazo vya aina yoyote, kwa maana hata kama mimi nimeweza kugombea, nimeweza kujitolea, kiwepo kiasi ambacho mwanamke au mtoto wa kike anapojitolea kiweze kumsaidia yeye kugombea. Namaanisha nini? Kuna kiasi cha fedha ambacho kinawekwa kwa ajili ya kuchukulia ile fomu. Kuna wengine hawana uwezo wa kufikia kile kiasi, lakini wanatamani kufanya nini? Kugombea. Ingetoa, kingepunguzwa hicho kiasi au kingetolewa sana, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vinaingiza pesa kwenye vyama tofauti na hizo fomu. Ingewezekana, wangetoa kabisa hicho kiasi ili kusudi wasichana wengi wajitokeze waweze kugombea na kuweza kushika madaraka. Kwa majina naitwa Dafroza Dixon natokea mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni. Na taarifa kupitia taarifa kuhusiana na mradi wa sauti yetu nguvu yetu nimeipata kupitia Instagram, kwa maana ni mtu ambaye ninafuatilia Msichana Initiative na harakati zote. Kwa kupitia Instagram ndipo niliona hizo taarifa nikaapply na mwisho wa siku nimeweza kuchaguliwa. Matarajio yangu katika katika hii program ya miaka miwili, kitu kikubwa ninachotarajia ni kupata kupata nyenzo pamoja na resources ambazo zitaniwezesha mimi kama binti kuweza kuyaongelea yale matatizo ambayo nimeyaona mtaani kwetu, matatizo ambayo nimea experience mimi kama msichana na pia ninaona mabinti wenzangu wanaongelea wanayapitia. Ko, ninatumaini kwamba kwa muda wa miaka miwili kwa, mba, kwa kushiriki, kushirikiana na Msichana Initiative nitapata tools nyenzo, nitapata resources, ambazo ni resources kwa maana ya mafunzo na majukwaa, nitakutana na viongozi ambao wote watanisaidia mimi ku, ku, kuifanya sauti yangu iwe na mamlaka na iwe na nguvu katika jamii yangu.